Alijulikana kwa urembo wake, mavazi ya kifahari na tabasamu lililovunja ndoa nyingi he. Lakini siku alipojaribu kuvunja ndoa ya mwanamke mmoja, hakujua alikuwa anacheza na moto wa rohoni. Siku hiyo iligeuka kuwa mwanzo wa maumivu, aibu na toba ya maisha yake yote. Karibu katika hadithi ya kweli ya mafunzo, tamaa na nguvu ya msamaha. E, hii ni hadithi ya alijaribu kuvunja ndoa isiyochezewa. Kabla hadithi haijaanza bonyeza kitufe cha subscribe. Washa alama ya kengele na ujiunge nasi kwa simulizi nyingine za kusisimua zenye mafunzo ya maisha kila siku. Kila hadithi hapa inaacha somo lisilosahaulika, he, usipitwe. Kwa jina alijulikana kama Maya lakini marafiki wake walimuita Miss Steal Your Man. Alijua kupendeza, kila wiki salon, kila mwezi simu mpya, na kila mwanaume mwenye pesa aliingia kwenye orodha yake kama mradi mpya. Maya hakuwahi kuamini kwenye mapenzi. Kwake ndoa za watu zilikuwa michezo ya akili. Alipenda wanaume walioa, akidai wanaume walioa wanajua upendo ni nini na hawana drama za vijana. Kwa muda mrefu aliishi kwa kuvunja ndoa na kusababisha machozi huku wanawake wengine wakilia kimya kimya. Lakini siku moja alimvutia bwana asiyesahau mke wake kwa sekunde moja, Derek, mfanyabiashara maarufu wa magari mjini. Maya alikutana na Derek kwenye hafla ya kampuni. Alikuwa amevaa gauni jekundu lililomfanya kila mtu ageuke. Alicheka kwa sauti tamu , akamtazama Derek kwa macho yaliyokuwa yamezoea kuwa ndoa. Derek alimwangalia akatabasamu kwa heshima, lakini akapiga hatua kurudi kwa mke wake Angela, aliyekuwa amekaa meza ya pembeni. Maya alijua huo ni changamoto mpya. Siku iliyofuata alianza kazi yake: meseji ndogo ndogo, simu za kimakosa, picha za kimchezo WhatsApp, na hatimaye chakula cha mchana cha kirafiki. Derek taratibu alianza kulegea. Angela alianza kuhisi mabadiliko, harufu ya manukato mapya kwenye shati, simu usiku na tabasamu zisizo na sababu. Lakini Angela hakuwa mwanamke wa kawaida. Alinyamaza, akaanza kuchunguza kwa utulivu. Ndani ya wiki mbili, alijua kila kitu kuhusu Maya, nyumba yake, marafiki zake na hata mahali anapopenda kwenda kufanyiwa nywele. Siku moja Maya alipokea ujumbe kutoka kwa Derek, Nataka tuonane hotelini jioni hii room number 304. Akasimama mbele ya kioo, akajipamba kwa ujasiri wa simba. Aliingia hotelini kwa mwendo wa kifahari, akapiga hodi chumbani, lakini ndani hakukuwa na Derek. Ilikuwa Angela amekaa kwenye kiti, akiwa amevaa mavazi meusi, macho yake akiwa baridi kama chuma. Karibu Maya, alizungumza kwa sauti tulivu. Nilitaka tukutane mwanamke kwa mwanamke. Maya alihisi miguu ikilegea, lakini akaweka tabasamu bandia. Sidhani kama tunajuana. Angela akatupa meza mkononi, karatasi, picha, meseji, rekodi za sauti. Unajua kilichonifanya ni kupange huu mkutano? Angela aliuliza. Sio kwa sababu uliiba mume wangu, bali kwa sababu ulichukua mtu asiye na siri. Kwa mara ya kwanza, Maya alihisi hofu. Angela alinyanyuka polepole pole, akatembea karibu naye, akasema kwa sauti ya chini, mume wangu ni mtego. Mtu mwingine alivunjika moyo kwa sababu yako, sasa ni zamu yako kujifunza uchungu wa kucheza na kitu kisichochezwa. Maya alitaka kutoka lakini mlango ulikuwa umefungwa. Kwenye dirisha, wanaume wawili waliovaa suti nyeusi walionekana kusimama nje. Ndipo Angela akasema maneno yaliyomfanya damu ya Maya isigande, tulitaka kukupima hii, kuona kama bado unafanya mchezo ule ule, lakini safari hii kuna mtu hatarudi nyumbani salama. Maya alihisi pumzi zikimkata. Vyumba vya hoteli ambavyo zamani vilikuwa sehemu ya starehe vilionekana sasa kama gereza. Angela aliketi tena taratibu akimwangalia kwa macho ya mwanamke ambaye amechoka kuumia. Maya, unajua ni wanawake wangapi umeharibia maisha? Sijui unazungumzia nini, ye? Maya alijibu kwa sauti inayotikisa. Angela alitabasamu. Unajua mama mmoja alijaribu kujiua baada ya wewe kumchukulia mume wake. Alikuwa rafiki yangu. Tangu siku hiyo, niliapa nitakufundisha somo ambalo hutalisahau. Maya alianza kutetemeka. Unafanya nini hapa? Derek yuko wapi? Angela alicheka kidogo, kisha akasema taratibu. Derek siyo mume wangu halisi. Maya akatazama kwa mshangao. Una maana gani? Ni mtego, Maya. Tuliunda hadithi nzima. Derek ni afisa wa usalama wa serikali. Tumekuwa tukikufuata kwa miezi mitatu. Wanawake zaidi ya watano wamekupa kesi za udanganyifu, wizi wa fedha na uharibifu wa ndoa. Umevunja familia nyingi sana kwa tamaa yako. Maya alitetemeka. Hapana, eh, hii lazima iwe mchezo. Kabla hajamaliza mlango ukafunguliwa ghafla, wale wanaume wawili waliovaa suti nyeusi waliingia wakionyesha vitambulisho vyao. Tume ya Uhalifu wa Kijamii, bimaya uko chini ya uchunguzi. Angela alinyanyuka, macho yake akiwa thabiti. Unajua nini kiliniuma zaidi? Nilikuwa mmoja wa wake uliowaumiza ulipochukua mume wangu miaka mitatu iliyopita nilivunjika kabisa. Lakini sasa nitakufanya ujue uchungu wa kila mwanamke uliyeumiza. Maya alianza kulia, lakini Angela hakuonyesha huruma. Kila kilichoanza kama mchezo sasa kitakuwa fundisho, na leo utajua maana halisi ya neno kujuta. Wanaume wale wakamchukua Maya, lakini kabla ya kufika mlangoni, Angela akasema he. Ndiyo mwanzo tu, Maya. safari hii hautavunja tena ndoa, hautavunja wewe. Maya akapotelea koridoni, machozi yakimtiririka, moyo wake ukijua kwamba mchezo wake wa tamaa umefika mwisho. Lakini kitu kimoja kilibaki kichwani mwake. Angela hakuwa na hisia za kawaida, alionekana kama mtu mwenye nguvu zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Na usiku uliofuata walipojaribu kumhoji Maya kitu cha ajabu kilitokea. He, usiku huo ndani ya jengo la usalama Maya alikaa kimya, mikono ikiwa imefungwa mezani. Taa kali ziliangaza usoni mwake, jasho likitiririka taratibu. Alikuwa amechoka, macho mekundu kwa machozi. Afisa mmoja kijana alizungumza kwa sauti tulivu. "Bi Maya, tulipofanya ukaguzi tuligundua kesi nyingi dhidi yako. Wanaume watano wamekiri ulitumia uhusiano kupata pesa, magari na hata mali zao, lakini jambo moja hatuelewi, huyu Angela ni nani?" Maya alishituka. "Mnaamini? Sijui yule ndiye aliyenitega, yule ndiye mke wa Derek." Afisa akatikisa kichwa. Hakuna mtu anayeitwa Angela Mwangemi kwenye rekodi zetu. Kitambulisho chake kinaonyesha jina la mwanamke mwingine, Angela Muli, mwanasheria wa zamani wa shirika la ulinzi wa wanawake. Alifukuzwa miaka miwili iliyopita kwa kutumia nguvu zake vibaya dhidi ya watu waliokuwa wakiharibu ndoa. Maya alinyamaza. Sasa kila kitu kilianza kupata maana. Angela hakutaka kumtega kwa hisia, alitaka kumnyanyua kisaikolojia, kumvunja taratibu kwa kutumia silaha yake ile ile, udanganyifu. Alijifanya mke wa mtu ili kunitega. Maya aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, afisa alijibu. Na sasa tupo hapa kutafuta namna ya kumkamata lakini, hatujui alipo. Wakati huo huo simu ya afisa ililia. Akaipokea, akasikiliza kwa dakika chache, kisha uso wake ukabadilika. Akamwangalia Maya kwa macho makali. Tulipata ujumbe kutoka kwa Angela, alisema. Anasema siogopi kufungwa, nataka tuelewe maana ya kuumiza wanawake wengine. Maya alishusha pumzi nzito, moyo wake ukigonga haraka. Kwa mara ya kwanza, alianza kuelewa uzito wa kile alichokuwa akifanya kwa wengine. Nilicheza na hisia za watu kwa mchezo, alisema taratibu. Lakini sikujua kuna mtu angechukua mchezo huo kwa uzito kiasi hiki. Afisa alimtazama kwa muda, kisha akasema he, "Kuna mambo mengine hatuwezi kurejesha nyuma, lakini unaweza kubadilisha kesho yako." Angela alitaka uanze kujua uchungu wa wale uliowaumiza. Umeanza kuelewa? Maya akainua macho taratibu, macho yake akiwa na mchanganyiko wa hofu na majuto. "Nitakabiliana na matokeo, alisema, lakini natamani ningejua mwanzo kuwa michezo mingine haina mshindi. Nje ya jengo, Angela alikuwa ndani ya gari akitazama kutoka mbali. Simu yake ililia, akajibu kwa utulivu. Ndiyo, ameelewa sasa. Si lazima aumie zaidi. Kisha akaweka simu chini, akavua pete iliyokuwa kwenye kidole chake cha kulia, pete ya ndoa ya zamani, na akaitupa kwenye bahasha ndogo ya ngozi. Wakati gari likiondoka, alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Kisasi chake hakikuwa cha kuua e, bali cha kumfundisha. Miezi mitatu ilipita. Maya alikuwa ameachiliwa kwa dhamana baada ya kukubali kusaidia mamlaka kuwasaidia wanawake wengine waliokuwa wakipitia hali kama alivyokuwa akiifanya. Alikuwa mtu tofauti: kimya, mpole, mwenye macho yaliyopoteza ule mwanga wa kiburi. Alibadilisha kazi, akaanza kuhudhuria vikao vya ushauri kuhusu maadili ya uhusiano. Lakini moyoni kulikuwa na jambo moja lisilotulia, Angela. Alitaka kumwona, kuomba msamaha na kumwambia kwamba safari hii ameelewa dunia kwa jicho jipya. Siku moja baada ya kikao cha ushauri, alimpata afisa aliyekuwa akishughulika na kesi yake. Samahani, naomba kujua he, Angela yuko wapi sasa? Aliuliza kwa sauti ya heshima. Afisa alimwangalia kwa muda, kisha akasema taratibu, tulijaribu kumpata baada ya tukio lile alijiuzulu na kuondoka mjini. Kila tulipouliza jibu lilikuwa moja, ameenda kujipumzisha mashambani. Maya hakusita, aliamua safari moja kwa moja. Alipanga safari hadi kijiji kilichokuwa umbali wa saa tatu kutoka mjini, eneo lenye milima na upepo wa jioni wenye utulivu. Alipofika nyumba ilikuwa ndogo lakini tulivu, yenye ua uliojaa maua mekundu. Maya alipiga hodi kwa woga. Mlango ukafunguliwa. Angela alitokeza amevaa kitenge rahisi, sura yake ikiwa tofauti kabisa na ile ya mwanamke mwenye hasira aliyemkabili hoteli ile siku ile. Kwa sekunde chache wote walibaki kimya. Maya aliinama. Sijui utaamini vipi, lakini nilikuja kusema neno moja tu, samahani. Angela alimtazama kwa macho ya utulivu kisha akasema, hayo. Niliwahi kuumia sana Maya, nilipoteza mume wangu, marafiki, na imani kwa wanawake wengine. Nilidhani kulipiza kisasi kungetuliza moyo wangu, lakini siku moja niligundua, hasira nayo haina mwisho. Maya alijaribu kuzuia machozi. Ulinifundisha kwa njia ngumu, lakini nilijifunza. Nilijua kuna maisha zaidi ya kupendeza na kuvutia. Nilijua kuna wanawake wanalia kimya kimya kwa maamuzi ya watu kama mimi. Angela alisogea karibu akamshika mkono. Kujua kosa ni mwanzo wa kupona. Mimi nilifanya kosa langu pia kutafuta haki kwa uchungu badala ya hekima. Leo hii tunaweza wote kuanza upya. Kwa muda mrefu walikaa kimya, wakitazama upepo ukicheza kwenye maua. Kisha Angela akasema kwa utulivu, kama kweli umebadilika, basi usinieleze, nenda ukaoneshe. Maya alitabasamu kwa machozi, akainama na kuondoka taratibu. Akipita barabarani, upepo ulipuliza ukipuliza, maua mekundu yakadondoka nyuma yake kama ishara ya mwanzo mpya. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu Maya akutane na Angela kule kijijini. Mengi yalibadilika. Maya sasa alikuwa miongoni mwa washauri wa mahusiano katika shirika lililojikita kusaidia wanawake walioumizwa na usaliti, akisimama mbele ya makundi ya watu, akizungumza kwa ujasiri na uhalisia wa mtu aliyewahi kupotea lakini akapata njia. Nilidhani kuwa kuvutia wanaume ndiyo njia ya kuthibitisha thamani yangu, aliwaambia wanawake kwenye semina moja. Lakini kumbe thamani ya mwanamke haipo kwa kile anachochukua bali kwa kile anachojenga. Maneno yake yakawa moto mitandaoni. Wengi walimwona kama mfano wa mabadiliko halisi. Siku moja katika hafla ya shirika lao alikutana na mwanamume aliyeitwa Jonas, mpole, mwenye akili na mwenye macho ya mtu anayetazama ndani zaidi ya mwonekano. Tofauti na wanaume aliyowahi kuwajua, Jonas hakuvutiwa na sura au sauti yake, bali kwa hekima aliyokuwa akizungumza nayo. Waliongea kwa muda mrefu, wakicheka kwa urahisi, na hatimaye Jonas akamwambia, watu wachache wanaweza kukubali makosa yao hadharani kama ulivyofanya. Umejifunza kutoka kwenye maumivu na kuyageuza kuwa msaada kwa wengine, hicho ndicho kinachonivutia zaidi. Maya alitabasamu kwa unyenyekevu. Hakuwa tena yule mwanamke wa zamani aliyekuwa akitafuta kuthibitisha thamani yake kupitia wanaume. Sasa alijua thamani yake ilitoka ndani. Walipozidi kuonana, urafiki ukawa kitu cha thamani zaidi kuliko mapenzi ya haraka. Na miaka michache baadaye, walioana kwa sherehe ndogo yenye watu wachache, bila kelele, bila anasa, lakini yenye amani ya kweli. Kwenye siku ya harusi yake, Maya alipokea bahasha ndogo bila jina. Ndani yake kulikuwa na kadi yenye maneno machache tu: niliamini unaweza kubadilika, sasa nimeamini. Hongera kwa kujenga badala ya kubomoa, Angela. Maya alitabasamu, machozi yakimtoka kimya kimya, akaweka bahasha hiyo kwenye maua ya meza ya harusi akasema kwa sauti ya chini, asante Angela, bila wewe nisingejua maana ya upendo wa kweli. Na jioni ile alipomshika Jonas mkono, upepo ulipita taratibu ukipuliza maua mekundu yakicheza angani ishara ya kwamba safari ya maumivu ilimalizika na maisha mapya ya upendo wa kweli yalikuwa yameanza. Hadithi hii inatufundisha mambo makubwa matatu: kila tamaa ina mwisho wake. Ukicheza na hisia za watu, siku moja unaweza kuumizwa na mchezo uleule ule uliocheza kwa wengine. Kujua kosa ni mwanzo wa hekima. Maya alibadilika pale alipojua amewaumiza wengine na akaamua kuwa nuru badala ya kivuli kwa wanawake wengine. Kuna uzuri katika msamaha. Angela hakulipiza kisasi kwa damu au maumivu, bali alitumia busara kumfundisha Maya thamani ya heshima na utu, na mwisho wote wakapata amani. Usicheze na uhusiano wa mtu mwingine, jenga wako kwa uaminifu, heshima na maadili. Mapenzi ya kweli hayajengwi kwa machozi ya mwingine. Asante kwa kutazama hadithi hii yenye mafunzo. Je, umejifunza kitu leo? Tuambie kwenye maoni hapa chini. Usisahau kugonga dole, kusubscribe na kuwasha alama ya kengele, ili usikosi hadithi zetu nyingine za kusisimua zenye mafunzo ya maisha halisi. Hii ni hadithi kutoka kwa Stories By Nila Bray mahali ambapo simulizi hukufunza kugusa moyo na kukukumbusha thamani ya utu.